Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ebwana, kwa jina naitwa Sadiki Mohamed Kawia ali maarufu mzee wa maokoto, shabiki kindakindaki wa daa Young Africans, lakini leo nimekuja kivingine. Hatujaja kwa mambo ya mpira hapa hapa. Leo tuko katika masala, maswala ya Allah subhanahu wa taala. Kwa mara nyingine hivi, wajua kwamba Qur'ani ina ncha mbili, ncha ya kwanza iko mikononi mwa Allah na ncha ya pili iko mikononi mwako ewe mwanadamu. Kwa mara nyingine tena, Al-Hikma Foundation chini ya Sheikh Nurdeen Kishki imekuandalia mashindano makubwa ya Qur'ani katika mabara yote ya ulimwengu yatakayofanyika nchini kwetu Tanzania kama tulivyopewa neema tarehe moja mwezi wa tatu 2026 kuanzia saa kumi na mbili alfajiri mpaka saa sita mchana katika viwanja vya Benjamin Mkapa. Twende tukaone utukufu wa Allah pale, jinsi utakavyotuneemesha viumbe wake. Wa Allah tunakuombeni wote, ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, tuelekee katika viwanja vya Benjamin William Mkapa. Twende tukaone utukufu wa Mwenyezi Mungu, shika pa ncha yako na shika ncha yangu. Qur'an ni ncha kwa ncha